Mwenyekiti mstaafu wa taifa wa chama chetu Maduaduni Haji, viongozi wengine wote, itifaki nimeizingatia, wanachama na Wazanzibari wenzangu, wassalamu aleikum. Nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala

bora wa viumbe wote na kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baada ya utangulizi huo, ndugu zangu, nianze kwanza, kuna salamu nataka kumpelekea mtu

chama chako kikakukata wewe, una mgomo wa kuzungumza naezitiwe anatoka kipovu hoja kwamba haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Aa, niliwaambia. Na leo narudia hii, nimebaki hapo hapo tukama santuri nogenda kwamba haiwezekani. Semeni kinakiwezekana, matokeo ya nini?

tukijaliwa hapa, tunachukua serikali, tunamwapisha rais wetu, tunaendelea kuwapa wafanyakazi wetu neema ambayo nyinyi imekushindeni miaka arobaini na nane leo chini ya chama cha mapinduzi nane ya Zanzibar. Lakini sio tu milioni kumi na mbili ambazo wanachukua, huyo anaetoka kibogu kusa milioni moja, haiwezekani.

Haiwezekani, imekushindeni nyinyi kwa sababu ya upinzani wenu. Serikali adilifu ya rais mwadilifu, nitalitengeneza hili na mtalishuhudia kiaiwtiu mahala pake tukijaliwa mm. tukijaliwa mara tumerudi Pemba, tunakuja kuizindua rasmi ilani ya uchaguzi ya ACT, tutafafanua nukta kwa nukta katika. Kwa hivyo nimwambie yule bwana ambaye inaonekana mwili umepata ukuku kwa milioni moja atafute dawa. Tukijaliwa Wazanzibari wameamua kwamba ufisadi wa miaka mitano sasa basi, wanakwenda kumchagua rais wao Othman Masoud Othman, inshallah. Baada <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> ya salamu hizo, turudi kwenye ajenda yetu, turudi kwenye <coughs> ajenda yetu, ajenda yetu lii ajenda yetu wa Zanzibari, nini ufisadi eh? Leo ni mkutano wa kumi na moja, tunakwenda kuandika ufisadi wa kumi na moja wa serikali ya Bwamdogosha, na leo, ndugu zangu, nataka kuzungumzia kama kuna mradi mmoja ambapo pesa zimepigwa katika hali ya ulaandifu kabisa, ni mradi ulioambiwa wa matengenezo ya uwanja wa Amani. Ndugu zangu, moja katika ulaghai kamwa mdogo ni kuchukua vitu walivyovikuta Akataka kuifuta historia yake, uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani ni katika alama alizoziwacha rais wa kwanza wa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, Mzee Abedi Amani Karuma, na jina lake ukaitwa Amani Stadium.

watoto wadogo wasofahamu mambo ndugu zangu, kama kuna ufisadi wa kutisha katika miaka mitano hii, mmoja ni ule unaoitwa ujenzi au matengenezo ya uwanja wa Amani. Na bahati nzuri katika hili, bahati nzuri katika hili Mwenyezi Mungu alitaka kutufedhehesha, akatuletea ulinganisho mzuri sana. Walipotangaza kwamba ati wanataka kufanyia matengenezo makubwa, walivyosema uwanja wa Amani, wakasema mradi ule utagharimu bilioni hamsini na mbili api milioni hamsini na mbili. Uwanja wa Amani uwezo wake ni kuchukua watu kumi na mbili elfu. Watu wangapi? kumi na mbili elfu. Kipindi kile kile serikali ya Jamhuri ya Muungano ikatangaza kufanyia marekebisho makubwa uwanja wa Benjamin Mkapa ulio kwa Dar es Salaam. Uwanja wa Benjamin Mkapa uwezo wake ni kuchukua watu 60,000 siku wamaa ilivyotumika aa, sikua ati milioni hamsini na mbili, ziada aa, ziada ya milioni ishirini nukta saba, wakati huu ni mdogo mara tano ya ule kule ulele ilipaswa gharama kama za uwanja wa, wa Mkapa ni bilioni thelathini na moja, ugawe mara tano ndio upate gharama za matengenezo ya uwanja wa watu kumi na mbili elfu. Maana yake ni kwamba ulifike bilioni sita, changia na hayo mengine ya kupamba pamba, sema bilioni nyingine, ulipaswa usizidi bilioni kumi. Lakini wao wametukadiria ngapi? Bilioni hamsini na mbili. Lakini walipokamilisha mwanja wakasema umegharimu bilioni sitini na mbili bilioni kumi ziada. Lakini taarifa ambazo sisi tunazo ukweli wametumia bilioni mia, mia moja. challenge kwa. Leteni kampuni na yako duniani. Kuna kampuni ya KPMG, kuna PricewaterhouseCoopers, kuna makampuni ya kimataifa. Leteni kampuni huru ieipoye tathmini ya miradi hii, wanatakia kubanapua uongo, uongo

maanake kapiga milioni elfu tisini za wananchi wanyonge masikini wa Zanzibar, kwa sababu fedha hizi ni fedha kutoka kutokana na kodi zinazokatwa mtakabuliwa huu, yale tulisema, nataendelea kusema wananchi wa Zanzibar, miaka mitano hii kakabuliwa kakama mpaka maziwa hayatoke ayatoka damu leo aoaatakpika manai njiake wanachukua kodi lakini kodi zinaishia katika mifuko na matumbo ya waroho wasoshiba walafi. Sasa tulikwambieni, tulikupeni challenge kwamba Leteni wakaguzi wa kimataifa waje wathibitishe, nimekushindeni. Tukijaaliwa, mheshimiwa Osman alisema, na tunarudia kwamba, hii lugha kwamba tusi tukafukua makaburi, kama maiti kazikwa na pesa zetu, tutafukua makaburi Haiwezekani mtu anapiga mabilioni kama watu masikini wanakufa njaa, nyumba zila luka uvundo wa ufukara unatengeneza na sio soko. Mwenyezi Mungu lazim tukazitoe fedha zetu ao kama matoa -ma. Mheshimiwa, hatuna tatizo tutalifukua kaburi kwa heshima zote, na ikibidi tutamweka shehe pembeni atuongoze tutoe maiti tuweke pembeni, tutoe fedha zetu, kisha kwa heshima na taadhima turejeshe maiti. Alaaa, lakini fedha zetu tutazichukua. Sasa ndugu zangu, <truhili> jiulize wewe, ikiwa bilioni tisini zinapigwa kwa mradi mmoja, jiulize wewe <truhili> Vipi serikali inayowadilika madilifu chini ya rais mwadilifu ilikwe ishindwe kulipa mshahara wa milioni moja? Hayo ndio ambayo hawataki tumeasikia, tunayowaambia kwamba fedha sasa hivi hamwezi kulipa kwa sababu nyinyi ni majizi majambazi ya kukatwa mikono na miguu, sio mikono nchi hii ndugu zangu, si ya kuwa maskini wala watu wake milioni moja na laki saba ambao ni pamoja na wageni wajaatee katika shauri hiyo, si wa kuishi katika umaskini huu. Leo kila mtu anatoka, nchi hii imegeuzwa watu, zile heshima na maadili ya kizanzibari yameondoka, kila mtu kageuzwa ombaomba. Nchi hii nayapena kuomba ka kuomba, ni dilari ya mwisho katika utu binadamu. Nayomana katika hadithi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatwambia usimwenyeshe mwenye kuomba kwa maunaco, kwa sababu yeye kwa kule kunyosha mkono tayari ni dalili. Leo niwafanya watu wote nchi hii dalili kwa kuomba kuombaa a kwenye hospitali zenu ambazo hazina huduma. Mwisho wake tukijaliwa, Oktoba 29 inshaallah, ajili ya baya ndugu zangu hawa vikosi pamoja na askari polisi, ndugu zangu hawa mtawala wengi wao hawa wanatuambia tuko tayari kwenye safari ya mabadiliko, Oktoba 29 inshaallah. Nikistaafu leo mafao yangu ni milioni kumi <totit> na saba milioni kumi na saba mimi takwenda kulifanya nini katika maisha yangu? Anaambia hawa kuwa wetu hawa kuwa wetu kapata kapata ni mi milioni thelathini na mbili kwa kiogotoo cha mwagwaji, huku mamilioni yanapigwa namna hii kwa kunufaisha Leo umeona walinuna hapa, tumekuambia ufahari wanaoishi nao maharusi, wanaofanya ya kufanya ubadhirifu na ufisadi mkubwa e, akawa mgali ni kwa sababu ya fedha zetu wananchi maskini, wao wanaenda kuzichezea naazchezea. Ndugu zangu, miaka mitano ya ufisadi imetosha, miaka mitano ya ufisadi imetosha. Zanzibar inakwenda kufuata mkondo wa nchi nyingine tano zilizoondoa marais mafisadi ya Afrika mwaka jana na mwaka huu. Hayo ndio tangwa kumalizia teremkia. Wananchi wa Zambia walipochoshwa na ufisadi wa rais aliokoka madarakani, u walimkoa, wakamchagua rais akainja hichinema, aligombea mara tano. Lakini ufisadi ulipo shtadi katika nchi, wananchi wakaungana wote, wakahakikisha waleta mabadiliko. Zambia ya Kenya ya Morisi Uchi ya mfano sana na waziri mkuu faym... ana mabadiliko <tosanilikuwa> makubwa <tosanilikuwa> lakini ufisadi ukaa umetopea katika wananchi, wakamweka upale uchaguzi, chama kile kikakosa kiti hata kimoja, hawajapata wakamchagua Navin Ramgoolam kuwa waziri mkuu awa kuanzia mwaka jana, kwa sababu ya ufisadi Ikatoka hapo, ikaja Senegal rais Macky Sall na upisani wake wa Senegal wakawambia, imetosha. Wakamchagua Bashiru, anaitwa Bashiru, kajina Afrika ni la sawa, lakini kijana mdogo lioa, kila mwanza anamwita Bashiru, wakamchagua tena Gerezani akatolewa, siku kumi siku kupiga kura wa Senegal, aaia Makisali alikusaidia ao, wakamtoa akatawazwa kuwa rais wa Senegal kwa kukataa ufisadi. Wakatoka ikaja Botswana, rais aliotawala kwa ufisadi wa Boswana mwaka jana wakasema wa mwisho wako hapa. Wakamchagua rais Duma Boko kuwa rais wa Boswana, anasafisha ufisadi. Juzi nimesikia wiki iliopita tu, Malawi na nchi nyingine zinavoonyesha mfano kwamba unaweza kuingia ukatoka ukarudi tena hai. Walimchagua rais Lazaru Chakwera hakuaridhisha, serikali imetumia kwa ufisadi. Juzi wiki iliyopita wamemoa wame